Njema. Yanga imeendelea kujijenga kileleni mwa ligi kuu ya Tanzania bara baada ya kuilaza timu ya Toto Afrika ya Mwanza jumla mabao mbili. Katika uwanja wa CCM, uh, Kirumba, Toto Afrika ndio waliokuwa wa kwanza kuliona lango la wapinzani wao Yanga baada ya William Kimanzi kufunga bao zuri la kichwa, zikiwa zimesalia dakika chache kumalizika kwa kipindi cha kwanza. huyu mchezaji Ami Stambwe alisawazishia Yanga bao la kwanza kwa njia ya kichwa pia. Kipindi cha pili pia uh, kila timu ilianza mchezo huo kwa kasi wakitafuta bao, huku kupiga ni kupiga za kila upande zikionekana katika dakika. sabini na saba Yanga walipata bao la pili baada ya mlinda mlango wa Toto uh, kufanya uzembe na kupangua mpira ya dhaifu wa krosi ya Deusi Kaseke na mpira huo kumkuta kiungo Aruna Nyonzima ambaye aliachia shuti kali lilogonga ukuta wa mabeki wa Toto African na kumkuta Juma Abdu ambaye alifunga bao kiraiti. Yanga sasa inafikisha pointi 65 na kuendelea kujikita kileleni. Katika mchezo mwingine uh, katika mchezo mwingine uliokuwa wavuta ni kuvute, African Sport wa wana Kimanumanu wameibuka na ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya pinzani wao wa Gosi wa Kaya Coastal Union.